Pamoja na changamoto nyingi sana ambazo zipo kwenye gari za Nissan hususan ni engine hii ya MR20DE, lakini kuna system moja kwenye hii engine ambayo Nissan wametengeneza na wameifanya kuwa reliable. Yani hata Toyota wenyewe wanahitaji kuchukua notice kutoka kwa hawa jamaa, na system yenyewe ni ile system ambayo inafanya camshaft timing, ambayo kwenye Toyota ndio mnaita VVTi. Kwenye hii gari hii system ni the best, yani katika Nissan Dualis ambazo nimekutana nazo nimekutana na gari za namna hii au injini hii kwenye Dualis na kwenye X-Trail nyingi sana, lakini nakumbuka ni Dualis moja tu ambayo nilikuta ina shida ya namna hiyo. Sasa hiyo system yenyewe valve yake ni hii hapa ukiangalia position iliyokaa imekaa imekaa hapa ni hii hapa, na ni position ambayo kama ingekuwa inasumbua ingekuwa ni changamoto sana kwa sababu ya mazingira ambayo inakaa hapa. Injini tumeinyanyua, lakini kiuhalisia, position ambayo inakaa ni, ni hapa katikati, kuna, kuna nafasi kadogo sana yani, ni nchi ni, ni, chache sana yani, ni hii ni nchi moja sijui, yani ni nafasi kadogo. Kwa hiyo ikitokea kwamba imeleta shida au ingekuwa inasumbua, aisee, changamoto zingekuwa zingekuwa ni nyingi sana yaani kile kichefuchefu ambacho watu wao mnasema Nissan ni kichefuchefu, basi ingekuwa ni mbaya kuliko hapo ambapo ipo sasa hivi, lakini walitengeneza vizuri, na kwa kweli ni moja kati ya gari ambazo sijakutana, kutana na shida namna hiyo, pamoja na, na kwamba watu wanaweka oili ambazo wengine oili wanazoweka ni kama mafuta tu ya kupikia, lakini bado ina perform vizuri bila shida na haisumbui yani. Yani haisumbui kama gari nyingi ambavyo tumezoea hata Toyota yenyewe haiwezi kuvumilia changamoto ya namna hii.